Ndani ya nchi kuna vyama vya siasa, ndani ya nchi kuna vyama shindani, kuna chama tawala, lakini kuna vyama vingine vya, uh, vya siasa ambavyo vinavyokuwa vinakinzana kwenye harakati za kuhakikisha kwamba chama kimoja kinapata uh, nguvu ya kuwa na mamlaka ya kutawala. Tunao uchaguzi ambao tunaoelekea Oktoba mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Vyama vinashindana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna chama kimoja kinachopata nguvu ili kuweza kutawala. Hasa kuna mtu anasema kwamba mimi sina chama chochote, mimi sina sehemu ambapo nitachagua. Unaanza kusema kwamba mimi sifungamani na chama chochote, mimi ni nani? alaidi nikwambie kwamba kwenye hii dunia hakuna kitu kinachoitwa kwamba mimi nipo nyutro niweze. Utaamua kuwa moto ama kuwa wa baridi. Unajua kwamba unapokuwa unasema kwamba mimi sitakuwa na chama chochote, nakupa huu mfano ili uweze kuelewa mimi sitakuwa na chama chochote. Kile chama kitakapokuwa kimeshinda, ndio kitakuwa kinatawala na kinaathiri maisha yako. Na ndivyo hivyo ilivyo kwamba kuna upande wa giza na upande wa nuru. Ukiamua kwamba mimi naamua kuwa upande wa nuru, ujue kwamba umejitenga na upande wa giza, na ukiamua kwamba umeamua ume, kuchagua upande wa giza, maana yake umejitenga na upande wa nuru. Kwa hiyo ukisema kwamba unabaki katikati, hakuna kitu kinaitwa Neutral. Hakuna kitu kinaitwa kwamba mimi sifungamani na upande wowote. Usipofungamana na upande wowote ule, ujue ni kwamba utaathiriwa na upande wa giza na upande ambao utakao kuathiri, lazima utaathiriwa na huo upande wa giza, na dunia yetu tulionao ni kwamba upande wa giza ni lazima ukuathiri, upande wa giza ni lazima ukushambulie. Ndio maana kuna mabaya mengi yanatokea kwa watu. Kwa nini, mtu anauliza kwamba kwa nini mabaya yanatokea? Ni kwa sababu upande wa giza unataka uwe sehemu yao, ni kwa sababu upande wa giza unakushawishi wewe uhamie kule, unakushawishi wewe uhuvute kule. Ni nguvu ambayo inaokuvuta uhamie kwenye ule upande wa giza na kuacha upande wa nuru. Jiulize, upo upande gani? Upo upande wa Mungu ama upo upande wa Shetani? Umeamua kuingia kwenye mahusiano, umeamua kumwoa mtu fulani, umeamua kuolewa na mtu fulani. Je, maamuzi ambayo umeyachukua yapo upande wa Mungu? Kama maamuzi ambayo umeyachukua hayako upande wa Mungu, uwe na uhakika kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe. Unasema kwamba tunashinda zaidi ya kushinda, hauwezi ukashinda kama Mungu hayuko upande wako. Tunashinda kwa sababu Mungu yuko upande wetu, na ule upande ambao tunaokuwa tuko pamoja na Mungu ndio ambao unaotuhakikishia ushindi. Kwa hiyo ushindi, hatushindi tu kwa sababu tunashinda, lakini tunashinda kwa sababu tuko upande ambao Mungu yupo. Tupo upande ambapo tuna uhakika wa kushinda, lakini usipokuwepo kwenye huu upande, uwe na uhakika kwamba ni lazima kama kuna vita ambapo unaopigana utashindwa vita. Duniani kunayo vita, Hakuna mtu ambaye hana vita duniani. Unapokuwa unaishi duniani, ujue kabisa upo kwenye dunia ambayo ni ya mashindano, upo kwenye ulimwengu ambao unahitaji ujipiganie, upo kwenye ulimwengu ambao unahitaji uamue, uchague upande upi ili uweze ukashinda vita ambavyo vipo. Vita ambavyo vinavyopiganwa hapa duniani ni, ni, ni, ni, ni vita ambavyo vinakupa wewe option au vinakufanya wewe uchague kwamba utaenda upande upi, utaenda upande wa giza ama utaenda upande wa nuru. Na upande wa nuru ndio upande ambapo Mungu yupo. Ukichagua kwa upande wa nuru, ukichagua kwa upande ambapo Mungu yupo, uwe na uhakika kwamba Mungu atakuonekania, uwe na uhakika kwamba Mungu atakusaidia, uwe na uhakika kwamba hata jaribu litakapokuwa limekuja, hata kwamba gumu kiasi gani litakapokuwa limekuja Kwe kuna uhakika kwamba utashinda na utatoka, kwe kuna uhakika kwamba kibali cha Mungu kitakuwa pamoja nawe kwa sababu Mungu yuko upande wako. Hakikisha kwamba unachagua kuwa upande wa Mungu na sio kuwa upande wako. Kuna upande wa Mungu halafu kuna upande wako. Chagua kuwa upande wa Mungu ili Mungu awe upande wako. Kinachoanza kwanza ni wewe kuwa upande wa Mungu na ndipo Mungu awe upande wako. Usifanye kwamba wewe upo upande wako ili Mungu awe upande wako. Chagua kwanza kuwa upande wa Mungu ili Mungu awe upande wako. Yesu Kristo mwenyewe pa, a, a, kwa sababu ya maja, ya majaribu aliyokuwa ya amempata kwa sababu ya kazi ambayo aliyokuja kuifanya duniani, alisema Baba, kikombe hiki naomba kiniepuke, lakini si kwa sababu ya mimi navyotaka lakini kwa sababu ya wewe mwenyewe unavyotaka. Yesu Kristo akaamua kuchagua upande wa Mungu, akaamua kuchagua upande ambapo Mungu yupo, akaamua ni heri kwamba kikombe hiki ni kinywe, ili kwamba kila ambacho Mungu amekitaka, kila ambacho Mungu amekikusudia kiweze kutokea na kiweze kunipata Mungu anamwacha Yesu Kristo mpaka anakufa, anaitoa roho yake. Lakini ilikuwa kuna kusudio, kulikuwa kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anakiachiria, na ndipo tukapata tukapata ukombozi. Ukombozi unakuja kwa sababu Yesu aliamua kwamba awe upande wa Mungu. Kwa hiyo kwenye maisha yako, ukombozi unakuja kwa sababu umeamua kuwa upande wa Mungu, hata kama unapokuwa unapigwa vita kiasi gani, hata kama unapokuwa unapitia changamoto kubwa kiasi gani, uwe na uhakika kwamba uendelee kubaki upande wa Mungu. Endelea kubaki upande wa Mungu. Vita vimekuja, endelea kubaki upande wa Mungu. Watu wanakusema vibaya, endelea kubaki upande wa Mungu. Watu wanakutukana, endelea kubaki upande wa Mungu. Dunia nzima imekukataa, endelea kubaki upande wa Mungu. Ndugu zako wamekukataa kwa sababu umeamua kuwa upande wa Mungu, endelea kubaki upande wa Mungu watu hawakuelewi wa kila ambacho unakifanya endelea kubaki upande wa Mungu. Umefungua biashara yako lakini hauoni wateja, endelea kubaki upande wa Mungu. Unafanya kitu lakini hauoni kama kina matokeo, endelea kubaki upande wa Mungu. Upande wa Mungu ndio upande ambao unakuhakikishia utashinda, ni upande ambao unakuhakikishia ushindi, na huu upande wa Mungu hakunaga kushindwa lakini kuna neno tu kushinda na kushinda zaidi ya kushinda. Baki upande wa Mungu, endelea kushikilia, endelea kushikilia msimamo wako, endelea kushikilia imani yako. Na kama haujafanya maamuzi ya kuwa upande wa Mungu, tafadhali, utakaposikia sauti hii, ni sauti ya Mungu inakuita kwa wito mkuu, nenda upande ambapo Mungu yupo. Usalama wako upo kwa sababu upo upande wa Mungu. Usalama wako unakuwa hauna maana kama hautakuwa upande wa Mungu, yaani ni kama vile ni kitu ambacho ni cha thamani, halafu kinakuwa hakina ulinzi. Ndivyo hivyo ambavyo unavyokuwa hauko upande wa Mungu, unakuwa hauko salama, unakuwa umejihatarisha, unakuwa umejiweka kwenye hali ambapo mwovu, ibilisi akija, mashambulizi akija, yatakupiga na yatakurarua. Lakini unapokuwa upande wa Mungu, unakuwa umejihakikishia kwamba kuna ulinzi, unakuwa unajihakikishia kwamba kuna usalama. Hata gharika litakapokuwa limeku, vita vitakapokuwa vimeibuka, watu watakapokuwa wamekushambulia, watakupiga, watakusema, watakutukana, watakurushia mishale, lakini Bwana atabaki kuwa kinga na ngao yako, kwa sababu wewe umeamua kuwa upande wa Mungu. Walio walio kwenye upande wa Mungu ndio ambao wanashinda na zaidi ya kushinda. Mungu akusaidie uwe upande wake.